Taasisi kihistoria kwamba ni taasisi ya kizamani ambayo imeanzishwa kabla hata ya, ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo wa wa wa koloni wa mwanzo wa Zanzibar waliona kwamba kuna haja ya kwa taasisi hii na sema kwamba, inasemekana kwamba kutoka mwaka 1925 tayari Zanzibar ilikuwa ilishaanza kuhifadhi hizi taasisi hizi nyaraka. Nasema sema kwamba ilikuwa kuhifadhiwa ni pale katika makumbusho ya Zanzibar pipi Disemba pale mwezi mmoja pale. Sultan wakati huo Said Khalifa bin Harub alipojenga makumbusho yale alitenga chumba kwa ajili ya kuhifadhi hizi nyaraka kwa lengo la vizazi na vizazi weza kupata taarifa ambazo zinahusiana na maisha ya halisi ya Zanzibar na jamii nyingine za ukanda huu wa Zanzibar. Lakini mbali na hivyo, taasisi hii ya nyaraka imeanzishwa ina ina uanzishwaji wake, manake una idara zake una vitengo vyake ambazo zinafanya kazi kwa ujumla wake, lakini lengo kuu za idara hizo zote zinafanya kazi, ya kwanza kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na kumbukumbu na taasisi za da umma. Lakini vile vile idara hizi zinafanya kazi ya kukagua kumbukumbu zote zinazozalishwa katika taasisi za da umma kwa lengo la kufahamu utaratibu ambao unatumika kuzipanga zile kumbukumbu, changamoto zinazokumbana nazo, kwa lengo la kuendeleza zile taratibu. Lakini vile vile idara hizi zina zina mazumuni zina jukumu la kuhakikisha zinakuwa salama kwa kaguzi muda wote. Kwa hiyo, wao taasisi katika harakati zao wana wajibu wa kufanya kaguzi hizo kwa ajili ya kuona kwamba namna gani zinahifadhiwa vizuri, hazathiriki na wadudu na vitu kama hivyo. Lakini vile vile taasisi hii ina division za kufanya tafiti. Mbali na uhifadhi, taasisi yetu pia inatoa fursa kwa watu mbalimbali kuja kufanya tafiti za masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa, kijamii, kiutamaduni, hata watu kuipata ata elimu. Kwa hiyo, kwa ujumla, hizi ni shughuli ambazo taasisi yetu inafanya kazi nazo.